No election hakuna mabadiliko, hakuna uchaguzi. Nadhani wote tumechoka, wote tumechoka. Tunaenda kwenye uchaguzi, tunanyang'anywa, tunapigwa, tunakamatwa, tunafungwa ndani. Tumesema sasa basi, ni watie moyo na kitu kimoja siku ya uchaguzi, utakuwa umesaidia. No no reform, no election. Kulala tu kitandani, utaenda kwenye kwenye kituo, utakuwa umesaidia. Na nataka nikuambie, Tanzania hakuna sheria inayolazimisha mwananchi kupiga kura. Duniani kuna nchi kama ishirini tu kama ishirini na nne au ishirini na sita hivi ambazo zina sheria usipoenda kupiga kura utashtakiwa, ikiwa ni pamoja na Australia. Tanzania hakuna. kwa hiyo tukisema hakuna, hakuna kabisa, kabisa kabisa kwenda kupiga kura, tunamaanisha tunachosema, ni kwa sababu tumechoka, hatuwezi kuendelea kunyanyaswa, hatuwezi kuendelea kunyang'anywa kura maaskari wanatumika hata magereza, mmeona mwaka jana umepiga mtu risasi.